E, baada ya mnyama kutinga fainali e, ni rasmi aliweka hadi kwamba Simba ikitinga fainali e, atakuwa anaishabikia Simba na ataweza kuvaa jezi ya Simba. E, muda mchache uliopita Uchebe alivaa e, jezi ya Simba, atatueleza hapa ni kwa nini ameivaa jezi ya Simba na ni rasmi hivi sasa ni mnyama. E, karibu sana tuzungumza naye Uchebe, upo vizuri? uh, mimi niko njema. Kwanza nimshukuru hmm. Mwenyezi Mungu hmm. Lakini pia niwashukuru uandishi wa habari naamini na nyinyi pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaamsha kwa mm. na kuwafikisha leo kuoa salama maana mm. kuna wengine leo hii tunavyozungumza mm. hawako salama katika afya lakini yote kwa yote ni uwezo wake Mola au uwezo wake Mungu mm. Asante. Bana Uchebe ilio, e, imeonekana klipu inatembea e, umevaa jezi ya mnyama na uliweka hadi kwamba kama Simba atafuzu e, kutinga fainali basi utashabikia Simba, imeonekana umevaa jezi ya mnyama tuelezee kuhusu hili e, Uchebe cha kwanza mimi niseme kwamba kama mdau wa mpira na Simba ni watani mm. Watani wake ni Yanga na niliweka ahadi kwamba Simba akifika fainali mm. Nitavaa jezi ya Simba na nitaisemea Simba, umeelewa? Eh, na niliweka hiyo ahadi kupitia Sanga TV. Ah, kikweli watu waliona walitunza risiti mm. Wakanitafuta bahati nzuri, nzuri, mimi niseme nakaa airport eh. Lakini narudi tu wao walikuwa kwa ku, ajili ya majukumu yeah. ya kupokea timu yao uh -huh. e, but, ba, wakati wa, wako kwenye hamasa wa, ya kupokea timu yao yeah. wakanikuta mm -hmm. wakaniambia Uchebe, uliahidi utaisemea vizuri Simba na kuvaa jezi ya Simba uh -huh. Kiukweli wakaniletea jezi uh -huh. na mapokezi yake uh -huh. ninaweza nikasema mapokezi yake uh -huh. the way wana Simba ambavyo wananitamani mimi uh -huh. wananihitaji kwenye klabu yao uh -huh. ni zaidi. hakuna shabiki yeyote hakuna shabiki yoyote, yeyote upande wa Simba mm. upande wa makolo pale madunduka yeah. ambaye anaonekana na thamani kama mimi uchebe yeah, yani uchebe wewe una thamani kuliko mashabiki wa Simba? Mimi nawaambieni uh -huh. Kwanza nilipigiwa makofi, vigelegele uh -huh. Niliimbiwa kila aina ya nyimbo, nilinunuliwa jezi uh -huh. Nikavarishwa uh -huh. Nikanunuliwa kofia uh -huh. nikavarishwa wewe uh -huh. bado nilitunzwa uh -huh. Niambie hata msemaji wao anapata kutunzwa? Uchebe ulitunzwa hadi pesa. hadi pesa <laughs> hadi, hadi pesa. hadi pesa. Ucheba ulizungumza utahamia uh, Simba ni vipi? mpaka hivi sasa Simba imefika fainali ni wazi, mpaka hivi sasa wewe ni mnyama? Hapana, mimi nitabaki kuwa Yanga na ninaipenda Yanga kweli kweli. Yeah. mimi ni mwana Yanga nina kadi ya wanajana, wana Yanga mm. na mimi msimamo wangu utabaki pale pale, mimi nita, naipenda Yanga nitaisemea Yanga mm. nitaisifia Yanga, nitalipa kadi ya wanachama Yanga, nitanunua jezi ya Yanga huku kungine awezi. Ah, hawezi kunimiliki shabiki. Hadi lakini. Sikiliza. Hawezi kunimiliki mimi, Simba hawezi kunimiliki. Hmm. Umenielewa? Simba hawezi kunimiliki mimi. Mimi ni shabiki wa hali sana. Uchebe wewe. Ni shabiki wa hali mno. Komenti zinapita pale chini, kila tukiendelea kuzisoma zinasema baada ya kuvaa jezi ya mnyama umeonekana umependeza sana kuliko jezi ya Afrika Uchebe. Umevaa jezi ya mnyama, e, inasemekana umependeza sana kuliko ukivaa jezi ya Yanga. Hao wanajaribu kunishawishi kwamba niende Simba. Wanajaribu kunishawishi niende wapi? Hmm. Simba. Msimamo wangu ni ule ule, hebu ule, niangalie huu zinavyopendeza. Unajua kitu kimoja nataka niwaambie wana Simba, yeah. Simba wana jezi. Hey, Simba wana jezi. Hawana jezi. Simba wana hawana jezi. Mimi nilijaribu kuvaa pale nikaangalia nikaona mama yangu, hmm. Mimi Uchebe na thamani yangu na uzi mkali naovaa huu, unajua uzi wetu huu hapa umenielewa? Yeah. Anavaa Bayern Munich, uzi kama huu, mm -hmm. Matilio kama haya, mm -hmm. Anavaa Real Madrid, umenielewa? Yeah. Na timu gani nyingine? Ni Yanga pekee, hakuna timu nyingine Tanzania yenye uzi mkali hiyo. Kwa, kwa, unawaambiaje ambao wanasema eh, jezi ya Simba ilikupendeza baada ya kutinga na kufia. Waache ushawishi, mimi sishawishiki. Sishawishiki kwenda Simba. Kwa, kwa, kwa nyeki hawana ah, jezi shida, hawana jezi, wanafanya vizuri barani Afrika. Wapi, wapi wanafanya vizuri wamefika? Finali kombe la shirikisho. Ngoja nikwambie, kuambie, hakuna jipya chini ya jua, vyote navyoviona vili kuwepo Yanga. Sijacheza finali fainali, mi Yanga sijacheza mm. mimi kwangu kipya kipi? <laughs> kipya Simba mm. akitaka kunitisha mimi abebe kombe akibeba kombe yeah, labda atakuwa amefanya surprise lakini akibeba kombe, umenielewa mm. akibeba kombe. kombe mimi nabeba kombe la klabu bingwa Simba akibeba kombe la shirikisho mimi naenda kubeba kombe la klabu bingwa ah. umenielewa yeah. E, kwa hiyo kama anabeba kombe yeah, wanaweza kaleta surprise kwamba mimi nifika fainali mm. nivaa medali mm. yeye yeah, amebeba nini kikombe lakini Simba hii sioni kuwa bingwa kama Simba itafanikiwa kuwa bingwa wa kombe la shirikisho eh. Kwa upande wako ulizungumza mambo mengi sana mimi na wewe eh, off mic <laughs> uh, na ukasema kwamba utaweka ahadi Uchebe. Hebu <laughs> tuelezee kwanza eh, naomba miweke vizuri, naomba ili city itunzwe. <laughs> Sawa ngwale liki sanga <laughs> naomba miweke vizuri. <laughs> Ili city <siti> naomba miitunze. <laughs> Simba hii mbovu, Simba hii mbovu. <laughs> sioni kubeba ubingwa wa shirikisho na Simba hii yeah. kama Uchebe Yanga uh -huh. maarufu muzaji si kaliako uh -huh. Simba hii ikibeba ubingwa uh -huh. ikibeba ubingwa wa shirikisho uh -huh. ikibeba ubingwa wa shirikisho uh -huh. mimi Uchebe Yanga, jezi yao mpya uh -huh. wa ambao wanaitoa, nani anaitoa nani mdhamini? uh -huh. wao mpya, nani? Jairut, ambayo ndugu yake naambaruti. mimi nasema hivi uh -huh. naweka, tuwekane sawa Tuwekane Sa -sa, sawa sawa, uhum. mimi sio mambo ya, ya bambamba: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Mmesikia Sanga? uhum. TV, Ngwale TV, naomba mwite amediali na mashabiki wake sawa? uhum. pamoja na viongozi wao wa Simba, uhum. waje, hii laki moja jezi yao mpya. Mimi naweka prioda naweka nini Pre yani, kabla jezi haijazalishwa iwe mbaya eh, iwe nzuri. Mimi naweka nini? Laki moja hii hapa, hiyo jezi wakichukua kombe la shirikisho jezi yao, mimi nitanunua kwa laki moja. Naomba na, na, waje wachukue kabla, utavaa na, na, na, waje wachukue kabla. Simba eh, anafungwa nje ndani, anafungwa nje ndani, na Rasbekane anaenda Moroko, anafungwa eh, anarudi Benjamin Mkapa anaposema ambapo hatoki mtu he. anafungwa kwa, tena Uchebe, umemwambia mediali aje kuchukua hii pesa hii laki moja hii, nanunua jezi yao nanunua. Unataka umkabiza mediali? Ninataka nimkabizi akichukua ubingwa waniletee jezi, iwe nzuri iwe mbaya, nitavaa hiyo hiyo. Sipochukua nita, watanirudisha fedha yangu kwa, kwa, naiweka hii hapa. Umenielewa mm. nani ashike, hata Sanga njoo au Ngwale shika na... Mmenielewa, hii hapa niletee Ahmed Ali. Njoo hesabu mbele za mbili, mbili, njoo, sabu, tano, hey. hesabu, tisa, wewe, kamera wewe, kumi. Hiyo sabu ziko sawa, ziko kumi. Sawa, hiyo ni hela mimi nimeiweka prioda. Jezi yao mpya ikitoka, iwe mbaya iwe nzuri, mimi nitaivaa. Umenielewa yeah. na nainunua kwa laki moja yeah. Lakini mm. sharti wahakikisha wamechukua ubingwa yeah. Sharti wao wamechukua nini, ubingwa wa shirikisho. Wasipochukua wanirudishie hela yangu mimi ah. Wasipochukua nirudishie nini, hela yangu mimi. Sihitaji mbambamba, nataka niseme kabisa yeah. Simba hii mbovu mm-hmm. inafungwa nje ndani, nje ndani yeah. Wanaenda Moroko wanafungwa wanakuja Benjamin Mkapa wanafungwa. Aa, mimi Uchebe Yanga yeah. na hapo Simba akichukua ubingwa yeah. nitavaa jezi yao na nitaisemea Simba kwa mazuri. Uchebe rasmi ametoa prioda ya jezi ambayo itavaliwa e, msimu huu ukitamatika. Uchebe amekabidhi laki moja hapa kwa msemaji amediali kwamba Simba ikishatoa e, ubingwa wa kombe la shirikisho. Uchebe, ni kwa nini e, umeamua kujilipua namna hii? naweza nikasema kwa sababu sioni Simba mm. kama inaweza kumfunga Alasbekane Arasbekane, mpaka sasa hivi anafika fainali karuhusu goli mbili tu, umenielewa? Karuhusu goli goli mbili, na goli la pili limepatikana Kostandine ndo amemfunga juzi, umenielewa? Akiwepo kule Algeria. Sasa Simba hii mimi siioni, aina mabeki alionao, aina striker alionao, sioni kama anaweza kwenda kuisumbua Alasbekane, ninauhakika asilimia mia moja Simba anaenda pale Moroko anapigwa, anarudi Benjamin Mkapa anapigwa. Na kombe hili walisema hivi, ili kucheza fainali bila kuchukua ubingwa bila kuchukua kikombe ni sawa, umeshiriki mashindano ya nini ya ndondo cup? Na zile medali, sisi wanaume tulivaa medali. Ngoja nikwambie, sisi wanaume tulivaa medali kipindi kile, sisi tunacheza klabu ile shirikisho, tulitokea klabu bingwa, bado nyumbani tulikuwa mabingwa, umenielewa Tofauti na wao, muangalie alasbekane nafasi ya tatu kule Moroko mm. salani boch aliyemtoa nafasi ya tatu Moroko, yule nani aliyetoka yule? Zamalek mwenyewe mm. alikuwa nafasi ya tatu Misiri menelaa mm. aliyetolewa na, sal, na salani boch Almasiri aliyetolewa kule alikuwa nafasi ya nne. Hili ni kombe wa watu waliofeli vibaya mno. Uchebe, umenielewa? Uchebe, mwanzo uliweka hadi hadi ya kwanza hujaitekeleza. uh, hii hadi ya pili, uh, ni vipi kama hadi ya kwanza hujaitimiza? Nilisema uh -huh, nitavaa jezi yao, si so wamenivalisha mimi, mm. sio mpinzani wa kusema kwamba sijui mpira eh. Umenielewa? mm. Wamekuja wamenivalisha, na nimewambia jezi yao ni mbaya, na niliwambia si, jezi gani nauzwa ah, elfu nane? uh -huh. Nakuuliza eh, jezi gani nauzwa elfu nane? Mm, hiyo -hmm, ni jezi au Pampas Unawsikia Simba hawana jezi, ndio ni mana nimewapa prioda sasa hivi na jezi yangu. Kama wakitinga fainali eh, watoe jezi yenye kiwango moja, sio masiala. Shabiki gani Simba atanunua jezi? Shabiki gani Simba atanunua jezi ya ah. Eh? Nani nileteeni nani, mimi na uwezo kununua jezi kwa laki moja, sawa so, mimi ndo na uwezo wa kununua jezi kwa laki moja, umenielewa? Mimi nimenunua jezi ya Simba msimu ujao mm. endapo akichukua ubingwa wa shirikisho kwa laki moja, umenielewa? Noma barabara. Sisi wanayanga tunajia, tunaji, mimi navaa jezi, umenielewa? Mimi nimezoea kuvaa jezi, msinivalishe mimi vimnela mumo, umenielewa? Ile walionivalisha juzi matusi, si yale yale matusi. Mimi wananishawishi eti wewe Uchebe, Uchebe, Simba hii kwako umeichukulia, ni Simba ya aina gani? Inacheza fainali la kombe la shirikisho. Sikiliza eh. Umesikia, nataka nikwambie kitu kimoja eh. Umemwona Zimamoto tuliocheza naye sisi jana pale Zanzibar, Zimamoto wa Zanzibar. yes, eh. Zimamoto ni bora kuliko Simba zimamoto. ni bora kuliko Simba. Uchebe umefikia huko, ngoja nikwambie eh. Zimamoto sisi kwa mara ya kwanza tunacheza naye fainali, tunacheza naye hadi tunatoana. Kwa nini? Kwa penati. Simba tuishakutana naye penati, sina maliza dakika tisini. Sasa nani mpinzani mzuri? Mm. Nani anaweza kuleta upinzani mzuri kwa Yanga? Wanasema uh, wote wapo fainali, nijapokuwa vipi? Utaitafsiri hiyo fainali? Nataka niseme hivi, yeah. Kila mtu yuko fainali sasa hivi. Mm -hmm. Kila mtu yuko fainali, kila mtu ana fainali yake, yeah. Umenielewa? Yeah. Fainali ko ya kombe la Muungano, mm. ni fainali kubwa yenye heshima fainali ya kombe ya Muungano ya uh -huh. ni fainali kubwa mno uh -huh. yenye heshima. Mama wa nchi rais anayesimamia hii fainali aliyeanda ya, ya aliyeandaa mashindano mm -hmm. ni nani? Dr. Samia Suluhu. ni rais wa nini? wa jamhuri ya Muungano. Umenielewa? mm -hmm. bara na visiwani tunakutana. Sikiliza, wow, hebu nisikilize, ni kombe yeah. dogo sana Umenielewa, nakwambia hivi fainali ya muungano ni, yeah, ni kubwa. Na ukitaka kujua ni kubwa, umenielewa? Mm. wanaosema tisini na tatu walicheza fainali, muulize NBC hapa, kombe la, la Tanzania bara mm, aliyokuwa bingwa ni Yanga. Tisini na mbili aliyokuwa bingwa ni Yanga. Tisini na moja alikuwa bingwa ni Yanga. Yeye alienda kwa uwakilishi gani kama sio muungano? Mm-hmm. eh? alienda kule kucheza na sa mm. alitokea kombe gani? Wanamtaka rais wa virabu barani Afrika injinia Elsie, kwa nini mpaka hivi sasa hajaipongeza Simba e, kufika fainali kombe la shirikisho? Wow, swali zuri sindana. mm. nataka nikwambie kitu kimoja, yeah. ipo hivi injinia s kwenye kafu ni nani? rais wa virabu barani Afrika kwenye kafu ni nani? Narudia tena, mm. injinia s kwenye upande wa kafu ni nani mwenyekiti wa vilabu ya, ofisi yake iko wapi ya? Umeelewa? Hmm, sa sasa nataka nikuulize, hmm, kafu ikiipongeza Simba injinia esi hayumo ah? Nakuuliza, kafu ikipongeza Simba injinia esi hayumo? Ngoja ngoja, Simba ameposiwa na nanii na, nani? yeah. Na, na rais wa kafu. Ngoja nakuuliza, hmm. Inji rais wa KAFU ni nani? Rais wa KAFU ni nani? Nakuuliza rais wa KAFU ni nani? Nani mosep ameposti simba bwana, bana muuliza, hawasemi haja iposti. Si yupo kwenye KAFU wanamtaka rais? Ngoja sikiliza, nimekwambia hivi muunganiko wa, wa Goja, a, a. KAFU engineer yes, yumo. Kwa hiyo KAFU ikisha posti engineer yes amehusika au unachobisha ni nini hapa ni, ni, ni kwa nini mashabiki wao wanasema kwamba eh, kwa nini wanataka kauli ya Elsi kama s? sikiliza. wao hmm. wanachotaka Uchebe ni waposti Simba ongereni, wanachotaka injinia Esa amposti Simba ongereni. hmm. uh, alikamwe aiposti Simba ongereni. um, wako sawa? wako sawa? hmm. eh? wako sawa? lakini wanasema siku ya wako sawa fainali siku ya fainali lazima usike kuwavalisha Simba medali. Sikiliza eh. Yeye ni nani kafu? Injinia Yesi kafu, ni nani mwenyekiti. hmm. Kwa nini asiwavalishe? Watake wasitake, kama wataki waseme Injinia Yesi hatumtaki kwa wakati sisi, kama watakuwa mabingwa. hmm. Au wasipokuwa mabingwa waseme Injinia Yesi hatumtaki, wakatae. hmm. wakatae watake wasitake, yaani mpaka sasa hivi wao wamepostiwa na Injinia S na pia mafanikio ayo wanayotamba, mm, wamshukuru Injinia Esi. Umenielewa, ngoja nikwambie, nataka nikupe fact sasa mm. Umenielewa mm. mwaka sisi elfu mbili ishirini na moja, ishirini na mbili mm. tunashiriki mpaka fainali ya shirikisho mm, umenielewa baada pale tuka, wakaja na proposal kwamba Yesu ndo pale akachaguliwa kwa mwenyekiti wa vilabu mm, akaenda na proposal kwamba tusiwanyanyase watu waliopo shirikisho au wadogo hmm. waliopo klabu bingwa baki klabu bingwa, waliopo li... shirikisho baki shirikisho. Unadhani Simba leo bila proposal ya engineer s ya kwamba klabu bingwa baki klabu bingwa, shirikisho shirikisho, Simba angefika fainali? Wangeshuka wa klabu bingwa kuja huku shirikisho? yeah. na kuuliza, wangeshuka wa klabu bingwa huku shirikisho, Simba angefika hapa Ngoja, nakuuliza Simba angefika hapa watatujibu kwenye komenti eh? Eh? Wata, Wata, Wata hawana eh, eh, majibu sisi watu. Kwa hiyo, Simba kufika finali, wa mpira tunaelewa wanabidi wamshukuru engineer wa Hesi, na that is why mpaka sasa hivi mimi nilishawaambia kitu kimoja. Unajua, Simba mashabiki wao ni mhemko sana hmm. Hawajui mipira hmm. Ila viongozi wao wanakaa huku na engineer Hesi Umenielewa? Mpaka hapa walipofika, wameomba kitabu cha mwongozo wa Yanga, namna alivyofika fainali. Injinia Hersi sio mchoyo, sio mnafiki, anapenda maendeleo ya soka. Kaambia ikiapa someni, anawapa njia, Hersi ndio aliwapa njia njia, amewasaidia kwanza. Washirikisho wabaki wapi shirikisho, wa shirikisho. mshindi wa tatu na wa nne, mshindi wa kwanza na wa pili abaki klabu bingwa akitoka ametoka akibaki akiingia ameingia huku menielewa. Ndio maana leo hii unamwona Simba anatamba kufika fainali, ni nguvu ya Engineer Hes kuwepo kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Bila usha bila ushawishi wa Engineer Hes, Simba akiamungu tena wangekutana majandi wa klabu bingwa Simba angetamba Bana, Uchebe, tumezungumza mengi sana mimi na wewe ya kimichezo, mengi na mengi umeyasema hapa e, tusingatingate maneno ama tusimalize maneno e, tuweke nukta kwa leo. Uchebe inatosha e. Natumai mediale ataipokea pesa ambao umeitoa e, na ataeka oda e. Shukrani sana kama una la kumalizia la mwisho m e, fursa. Mimi nataka niwaambie kwamba kombe la muungano tunakuwa tunachukua kombe la pili. La kwanza tulianza sauzi mm, tulianza mnakumbuka eh. La pili tunachukua muungano la tatu NBC la nne tunamaliza na FA, waulize wao, msimu unaenda kuisha watakuwa mabingwa wa kombe gani? Uchebe, comment watu wanasema eh, jezi uliovalishwa ipo wapi mpaka hivi sasa, pamoja na kofia, lakini utazipeleka wapi, utavaa ama itakuwaje? Niseme kwamba nilishasema kwamba ile awajanipa jezi ile, ndi tambala. Hawajanipa nini? Jezi ni tambala, kazi ya tambala ni kudekia nitatumia kudekia, nitadekia. Shukrani, umenielewa jezi nitakayovaa kama nimetoa laki moja. He, na amediali aje achukue, umenielewa wakichukua ubingwa wa shirikisho. Hmm, nitachukua jezi yangu hiyo kwa laki moja. No, nitakuwa mtu wa kwanza kuvaa jezi kwa, kwa laki moja, jezi ya Simba haijawahi uzo hiyo bei na, na utakuwa mtu wa kwanza kuweka jezi kwa sabuni mpya oda, na tena jeiruti nitakiwa nipongeze, nitakuwa nipongeze e, okay. Hakuna <laughs> shabiki ambaye amepata kununua jezi kwa bei